Mganga mkuu wa mkoa ameniambia tayari idadi ya watu takribani 9500 wameshahudumiwa katika viwanja vyetu hivi. Mpigeni Mungu makofi jamani. Idadi <tipos> ya watu 9500 sio idadi ndogo. Watu hao walikuwa majumbani hawana dawa. Walikuwa majumbani wanaumwa hawana pesa ya kutumia kulipa gharama za matibabu, gharama za vipimo, lakini kwa mkono wa Mungu na huruma yake, chini ya rais wetu Daktari Samia wameondoka wakiwa wameonwa na madaktari, wamepimwa, wamepatiwa na dawa. Ni jambo kubwa sana na la baraka kwa Mungu wetu na kwa kiongozi wetu, rais wetu wa nchi yetu Daktari Samia. Jambo la pili nimekuja kuwashukuru ni nyinyi mliokubali na kuamini kuja. Kuna watu wengine wamepata taarifa hizi wakasema mimi siendi, nitajisumbua, foreni itakuwa kubwa, akaona ni bora abaki baki na ugonjwa kuliko kuja kutafuta majibu ya changamoto inayomsumbua. Nawapongeze sana kwa imani yenu na mwendelee hivyo hivyo kuiamini serikali yenu chini ya Daktari Samia. Jambo langu la mwisho wa tatu ni kuja kuwaaga, nimekuja kuwaaga kwa sababu mimi sio mkuu wa mkoa tena wa Arusha, tunaye mkuu wa mkoa wa Arusha ambaye Jumatatu atakuja kuanza kazi, na nimeona ni vyema msibaki kusikia kwenye vyombo, nije kuwaaga na kuwashukuru sana kwa kuendelea kuniamini, kuniunga mkono na pale nilipowaita kuitika. Na hatimaye kazi sio kwamba tu nimeifanya peke yangu, tumeifanya wote.